Saa mzuri kabisa wa kupata habari za kimataifa. Tuangazie hapa hapa. Ee, Iran na Tanzania kupanua ushirikiano wa karantini pamoja na kilimo. Mkuu wa shirika la ulinzi wa mimea la Iran ameeleza azma ya taifa hili ya kukuza ushirikiano na Tanzania katika uga wa karantini pamoja na kilimo. Mariam Jaril Mogadam, mkuu wa shirika la ulinzi wa mimea la Iran, Ametangaza mipango ya Tehran ya kupanua ushirikiano wa kilimo na karantini kati yake na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mkuu wa shirika la uhifadhi wa mimea la Iran amesisitiza umuhimu wa kuimarisha maingiliano katika kupambana na wadudu wa mazao, kubadilisha ujuzi wa kiufundi na kurahisisha biashara ya bidhaa za kilimo baina ya mataifa hayo mawili, Tanzania pamoja na Iran. Mariam Jarir amesema hayo katika mazungumzo yake na Azim Deuch, mfanyabiashara na mwanaharakati wa masuala ya uchumi kutoka nchini Tanzania, na kusisitiza kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inataka kukuza mahusiano ya kibiashara hasa katika kilimo na nchi marafiki kama Tanzania. Aidha ameongeza kwamba kuzingatia madhara ya pamoja ya wa wadudu na wadudu wa pamoja kama panzi wa jangwani na wanachama wa pande zote mbili katika katika mkataba wa kimataifa wa kuhifadhi mimea kunaweza kufanya mafunzo ya pamoja na makubaliano ya karantini. Mariam alibainisha kuwa uhamasishaji wa teknolojia mpya za ufuatiliaji wa utambuzi wa wadudu pamoja na mafunzo ya karantini utaongeza uwezo wa kitaalamu wa pande zote mbili. Pia alitaja kurahisisha biashara ya kilimo kama lengo lingine la ushirikiano huu, akisema kwamba kukubalika kwa pande zote mbili kwa vyeti vya karantini kunaweza kupunguza kwa kiasi kikubwa muda wa kibali cha kuruhusu bidhaa katika forodha na gharama za kibiashara. Kuendeleza kwa usafirishaji na uagizaji wa dawa za kuulia wadudu na kupanua wa kilimo cha Iran cha pwani nchini Tanzania pia ni maeneo mengine yaliyosisitizwa katika mkutano huo. Mm, habari -hmm. Yeah. Ya pili ni kwamba Araki Gross wakutana Geneva.